Double D karibu, katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam Tanzania. Asubuhi ya leo ni kofiti kamili gado kwa kuangazia magazetini, leo tukiangaza habari mbalimbali, tukianza na sehemu ya kwanza maalumu kwa habari za kitaifa na kimataifa, kadhalika sehemu ya pili kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani kama ilivyo kawaida tukiangazia habari mbalimbali ambazo mbali. zimeandikwa na waandishi tofauti katika nakala za magazeti mbalimbali mbali. na kuthibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa sasa kwa umma. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukomani nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao mbalimbali. Usisahau vile vile kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo, tufuatilie pia katika mitandao yetu ya kijamii uh, Instagram, Facebook na TikTok kama Sauti Kuu cool TV. Asubuhi ya leo ninaanza na gazeti Pambazuko. Habari kubwa nasema ni wakati wa uamuzi, kete sita za ushindi CCM uchaguzi mkuu habari hii imetajwa katika ukurasa wa saba hata wa sita wa, wa gazeti Pambazuko. Wahariri wahimiza amani, mwingine ya komalia haki uh, wafurahia ya kifungo cha waliotaka kumteka Tarimo. Udasa ya shauri, ya shauri dawa ya utekaji udizim ya jitenga. Habari hii imetajwa katika gazeti Pambazuko, unaweza kukamata nakala yako mara moja naondoka hapo e, nikitupia macho gazeti Maoni. Gazeti hili limeandika Dr. Samia kuisimamisha Mwanza Oktoba na 28, hapo kesho. Ukurasa e, wa mbele kabisa wa gazeti hili unaambatanisha habari picha inayomwonyesha Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea urais vile vile, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Daktari Amiri Jeshi Mkuu e, Rais Samia Suluhu Hassan e, Dkt. Biteko anasema kufunga rasmi kampeni leo e, Dkt. Biteko kufunga rasmi kampeni leo Igulwa, bali imetajwa katika nakala hii ya gazeti Maoni e, kusema na kutenda vile vile uh, gazeti sawa, gazeti Mwanahabari limeandika, Mwanahabari gazeti bora limeandika Mwanza inavyomsubiri Hangaya Ulega anasema Watanzania watamlipa Dr Samia Oktoba 29 bilioni 21.9 za tactic kujenga kilomita 8.4 za barabara manispaa ya Mpanda Tanzania ya ng'ara, mashindano ya uandishi wa insha bali vile vile imetajwa katika nakala gazeti Mwanahabari. Unaweza kujipatia nakala hiyo gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Gazeti hili limeandika Oktoba 29 eh, makubwa yanayombeba Dkt. Samia. Nikukumbushe tu kuwa eh, Oktoba 29 ni siku ya uchaguzi mkuu wa eh, raisi pamoja na viongozi wengine eh, madiwani lakini pia eh, ni siku ya mapumziko, kwa mujibu wa taarifa iliyothibitishwa na Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Licha ya kuwa ni siku ya uchaguzi, lakini vile vile ni siku ya mapumziko kwa watumishi wote wa umma na taasisi binafsi. Atikisa Mkuranga, nani kama si Samia? Dkt. Mwinyi ahidi ushindi wa kishindi E, ushindi wa kishindi Oktoba 29. Haya bwana, tambo za wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu usipime. Sasa gazeti Majira e, limeandika Dkt Samia kuiteka kanda ya ziwa kisayansi. Ni katika mkutano wa kuhitimisha kampeni zake kesho. Sababu za kufungia Mwanza hadharani. Kigogo wa tatu CHADEMA ajiunga CCM, atoa kauli Rais Mwinyi akutana na ujumbe wa siom. Habari imetajwa katika gazeti Majira. Tanzania ya uchaguzi, ya maamuzi sahihi, Oktoba, Oktoba 29. Tahariri hiyo, Tanzania ya uchaguzi, Tanzania ya maamuzi sahihi, Oktoba 29. Viongozi wa dini Singida, Dodoma waombea amani. Kamala Harris kuwania tena uraisi Marekani. Haya tutaweza kupata nafasi ya kushuhudia mambo yakifanyika huko nasi. Na basi tutakusogezea kama chombo cha habari gazeti Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu. Dr. Samia kufunga kampeni Mwanza. JK, CCM ni chama cha longolongo, ni eh, kumradhi, JK anasema CCM si chama cha longolongo, ni vitendo tu. Vijana waaswa kuhakiki taarifa za mtandaoni. Upasuaji wa kibingwa wa taya wafanyika MNH. Habari hii utaipata katika gazeti Uelekeo, leo yetu kesho yetu. Sasa naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. E, tamati kampeni uchaguzi mkuu, Samia kumaliza kesho Mwanza, vyama vyaridhishwa na maandalizi. Sheria yataja e, sifa karatasi za kura. Polisi wanasema tumejipanga, usalama upigaji kura Daktari Mwinyi anasema msifanye makosa Oktoba 29. Vifaa vya bilioni 3.5 eh, umwagiliaji kunufaisha wakulima 2264, habari ambayo utaipata katika nakala gazeti habari leo, Gwiji la habari Tanzania. Eh, sawa. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Dkt Mwinyi anasema tutashinda kwa kishindo Oktoba 29. Sera madhubuti maendeleo kuibeba CCM, msiandamane, kapigeni kura kwa amani. Hamadi, sera ya maendeleo ya jamii kuimarisha ustawi wa wananchi. Mhandisi um, Zena huyo. Kamala Harris kuwania tena urais Marekani. Habari hizi utazipata katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Sasa e, gazeti Nipashe bwana limeandika siku ya uchaguzi, polisi usalama wenu tuachieni, polisi wanasema bwana, katika gazeti hili la Nipashe ukurasa wake wa mbele, habari kubwa kabisa, nasema usalama wenu tuachieni siku ya uchaguzi polisi wanasema hayo, kwamba usijali kuhusu usalama wako ndugu mwananchi, tuachie hilo, kapige kura tu, alafu rejea kapumzike, kama ilivyo siku ya mapumziko. Kimiti atoa kauli. Uchaguzi mkuu wagombea uraisi Zanzibar wafunga kampeni na ahadi za kusisimua. Mtoto mdogo apoteza jicho baada ya kupigwa jiwe. E bana e, haya Mawakala wasio na viapo wazuiwa uchaguzi mkuu. TMA yatoa tahadhari, mvua kubwa, upepo mkali katika mikoa saba. Habari hii utaipata vile vile katika gazeti Nipashe utakapo e, kamata nakala yako hapo ulipo. Uhuru ukweli daima. Kishindo siku sitini za Dr. Samia e, Dr. Mwinyi ajawa matumaini kibao CCM sio chama cha maneno isipokuwa vitendo. Kikwete mgombea rais UPDP aguswa ulinzi Oktoba 29. Kamata nakala ya gazeti Uhuru ukweli daima, upate habari hiyo kwa undani zaidi. Gazeti Jamvi la Habari limeandika Dkt Samia anavyoimarisha sekta ya makazi Geita tunavemesha ni habari ambayo imeelezwa hapa, siri saba za Uh, bwawa la Mwalimu Nyerere pia imetajwa. Taifa Tanzania uzalendo kwanza limeandika Dr. Samia acha alama mkoa wa Pwani. Uh, wananchi Oktoba 29 akapigeni kura, nchi po shwari. DCP Misime anathibitisha usalama huko shwari, wananchi jitokezeni, mkapige kura. Dira ya Mtanzania hoja ya wote, CCM kufunga kazi Mwanza ahadi za Dkt Samia zinatekelezeka, wananchi waandishi kumiminia kura ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa mbele wa gazeti Diram Tanzania. Polisi yawahakikishia ulinzi wapiga kura. Omo ahitimisha mikutano 75 ya kampeni. Tanzania yang'ara mashindano ya uandishi wa insha. Ulega anasema Watanzania watailipa fadhila. CCM stendi ya kusini kujengwa Mkuranga. Habari hii imetajwa katika DRM Tanzania, hoja ya wote basi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa tutabaluza upande wa habari za kimichezo na burudani, kama sehemu ya pili ya magazetini leo.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 0678813891. Michezo na burudani, yani sehemu ya pili ya magazetini leo, ndio wasaa wake hivi sasa. Mwanahabari limeandika historia timu nne Tanzania za tinga makundi kafu. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Kocha eh, Petro wa yureno Atu, eh, Pedro kumradhi. Kocha Pedro wa Ureno atua Yanga, eh, kocha Pedro wa Ureno atua Yanga. Kumradhi, polisi Tanzania eh, hataki mchezo championship. Mayanga ataka ufungaji bora ligi kuu. Hayo na mengine mengi utayapata katika nakala hiyo. Wa Machinga Sport limeandika Simba yatinga makundi ligi ya mabingwa Azizi ki aipeleka Wydad makundi shirikisho. Kagera Sugar ya ichapa Bigman Singida BS. Furaha tupu Yanga yatimiza ahadi kutinga makundi CAF. Haya, gazeti Majira limeandika uh, Mwinyi kuendelea kudhamini miundombinu ya michezo ataka vipaji kuibuliwa zaidi. Simba yatinga makundi ligi ya mabingwa Afrika, habari hiyo utaipata hapo. Vilevile eh, vile gazeti Uelekeo Spoti limeandika Simba Sports Club ya bano mbavu nyumbani, yatinga eh, eh, makundi kwa mara ya saba mfululizo. Msigwa aondoka na kapu la fedha la magoli ya mama. Basata yazindua tuzo za muziki. Kocha mpya Yanga amekamilika. Goli la mama lawafikisha Singida Big Stars. Za Spoti limeandika Simba ni makundi CAF Champions League Yanga yamtambulisha Mre, eh, mreno Pedro, eh, mreno Pedro. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti za spoti. Unaweza kujipatia nakala hiyo. Liverpool yamchanganya Slot, Messi atoa tuzo akifikisha ah, magoli 890 eh, habari hii imetajwa hapo. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mwisho, Simba yafuzu makundi Afrika mabedi ya sifu nyota yanga gamondi ya yachekelea ya makundi Singida. Miss Universe kusaidia wenye matatizo ya ubongo. mm -hmm. Yanga yamtambulisha mrithi wa Falls, habari hiyo utaipata katika nakala za kimichezo asubuhi ya leo. Gazeti Zanzibar leo michezoni limeandika Dkt. Mwinyi, serikali kuleta wadhamini wa michezo, habari hiyo e, utaipata katika gazeti hili la Zanzibar leo. Vile vile, ZFF yafanya mabadiliko kamati ya waamuzi Simba ya Ka ilipozoea CAF Champions League. Haya bwana, Nipashe limeandika Simba yatinga makundi Afrika kwa mara ya sita. Haya naondoka hapo. Yanga yamtambulisha kocha mpya, yaeleza ushindi wake Silva ni habari ambayo utaipata hapo. Uhuru limeandika Simba ya tinga makundi CAF champions League, miongoni mwa habari zinazoshika hatamu kulingana na mchezo huu kupigwa hapo jana na kuipeleka timu hii katika hatua ya makundi. E, ngumi wavuna medali 17. Hakimi e, anawiri PSG, serikali ipo tano. Yanga ni habari ya ambayo utaipata vile vile hapo Jamvi la Habari Sporti, Simba yatinga makundi KAF, beki yafunguka kukataa mizigo Shabalala. Ni habari ambayo e, oh, imetajwa hapa, unaweza kuipata nakala hiyo ukapata habari kwa kina. Taifa Tanzania, Uzalendo kwanza, michezoni, Singida Black Stars yaandika rekodi ya kipekee msimu huu, vita Sudan kuzifanya El Hilal na El Merik kuhamia Rwanda magoli ya ugenini yaipeleka Simba Sports Club hatua ya makundi, vilio vya tawala Orlando Pirates, habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania hapa michezoni. Gazeti hilo linahitimisha dondoo za magazeti asubuhi ya, ya leo kutokea hapa Sauti Kuu TV Online. Mimi naitwa Dorcas Daniel niliyekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati ni kutakia ufuatiliaji mwema wa kipindi kinachofuata. Kwa maarifa ya kiroho, jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa uweledi